Sisi Kenya hata tungeulizwa tuchague jirani mwingine wa kupakana na yeye, bado tungechagua Tanzania tu kwa sababu umetuonyesha njia mwafaka ya kukaa bila vurugu. Tumejipanga vizuri kuzuia mtu yeyote ambaye anaweza kuwa na nia ya kuja kujiunga na Watanzania wenye watakuwa na wanapanga kufanya maandamano, kwa njia moja ama nyingine tutawazuia, na asanti kwa sababu umehakikisha umetuhakikishia ya kwamba maandamano yamekuwa declared illegal ya kwamba haijaruhusiwa kwa upande wa Tanzania kuandamana kesho. So mshimamo yetu vile vile ni kwamba tutawaunga mkono kuhakikisha ya kwamba hakutakuwa na mtu yeyote anakuja kuinfluence kutoka upande wa Kenya ama kusaidia kwa njia yoyote kufacilitate maandamano ambayo ndio yako illegal. Sisi tumejipanga vizuri na hizo here says za kwamba kesho tarehe tisa tuna mapumziko lakini kuna watu wanawaza habari ya kuwa na vurugu tena au kitu kinachoitwa maandamano. Nataka niwahakikishie upande wa Tanzania, tumejipanga vizuri, vyombo vyetu viko imara, watu wetu waendelee na shughuli kesho, pamoja na mapumziko, waendelee na shughuli mbalimbali walizozipanga za kijamii, za kiuchumi. Kwa hiyo kilichokatazwa ni maandamano, kwa hiyo na sisi tunatarajia hapa kesho shughuli kuendelea kama kawaida na tuhakikishie sisi tumejipanga upande wetu.